Tuendelee kupeana habari makala na matukio mbalimbali yanayojiri kote ulimwenguni juu ya kifo cha Emmanuel Matias almaarufu kama MC Pilipili. Dodoma, jiji la kati lenye umaarufu wa utulivu na upepo mkavu unaopita taratibu kati ya majira ya jua kali, liliamka tofauti asubuhi ya Novemba 17 ya mwaka 2025. Hakukuwa na makelele ya magari wala pilikapilika -pilika za kawaida. Badala yake, hewa ilijaa msururu mzito wa maswali yaliyotapakaa mtaa kwa mtaa, maswali yaliyokuwa hayana majibu. Katika eneo la Swaswa swa, wingu la huzuni lilikuwa limeganda juu ya anga la nyumba moja ndogo lakini iliyozoeleka kwa vicheko, nyumba ambayo siku zote watu waliijua kama makao makuu ya mchango mkubwa wa furaha katika jiji la Dodoma, makazi ya Emmanuel Matias au wengi wanamfahamu kama MC Pilipili. Siku mbili kabla, habari zilizagaa kimya kimya, kisha zikawa dhoruba ya taifa: MC Pilipili amefariki dunia. Hakuna aliyeamini kirahisi, kwa sababu MC Pilipili hakuwa mtu wa kuugua sana, hakuwa mtu wa kukaa kimya, wala hakuwa mtu wa kupotea bila taarifa. Huyu alikuwa msanii anayejulikana kwa furaha na uzima. Kwa wengi alikufa hafla, lakini kwa wengine kilichotokea kilikuwa kilikuwa zaidi ya hafla, ni kitendawili. Na hivyo kama mwandishi wa uchunguzi, nilijikuta nikiwa katika safari ndefu yenye hekaheka heka, yenye hisia nzito na simulizi zisizopungua tano kutoka kwa watu tofauti, safari ya kutafuta kile kinachoitwa na wengi ukweli nyuma ya kifo cha MC Pilipili pili. Safari ambayo leo ninakusimulia kusimulia kwa undani. Habari za msiba zilianza kuenea kwa njia ile ile Tanzania imezoea, simu moja ujumbe wa WhatsApp mmoja, halafu hafla, makundi yote ya WhatsApp yanaonekana kumtambua mtu mmoja, MC Pilipili. Usiku wa Novemba 16 ya mwaka 2025 nilipigiwa simu na rafiki yangu mmoja ambaye pia ni mfanyakazi wa moja ya vituo vikubwa vya habari, akisema mwandishi, kuna taarifa za msanii mkubwa kufariki, lakini bado tunathibitisha. Akasema kwa sauti ya ukakasi Nilipomuuliza ni nani, alinijibu kuwa ni MC Pilipili. Kwa muda mrefu MC Pilipili hakuwa tu mchekeshaji, alikuwa ni sehemu ya utambulisho wa burudani ya Tanzania. Asubuhi ilipofika, niliamua kuelekea Swaswa, nyumbani kwa marehemu. Lakini kabla sijaondoka, simulizi zisizofanana zilianza kujitokeza. Wengine wakisema alizidiwa hafla, wengine wakasema alipigwa, wengine walisema kulikuwa na ugomvi na wengine walidai kulikuwa na dalili za mambo yasiyo ya kawaida, na hapa ndipo nilijua safari hii haiwezi kuwa rahisi. Nilipofika Swaswa, nilikutana na watu wengi wakiwa wamejaa nyumbani kwa MC Pilipili, ambapo hapa ndipo taratibu na shughuli za msiba zinaendelea. Hapa nilikutana na watu wengi waliozungumzia jambo hili, lakini mtu wa kwanza niliyefanikiwa kupata taarifa kutoka kwake alikuwa ni dada wa marehemu MC Pilipili ambaye ni Veronica. Veronica alisema siku ya kwanza tulipopata taarifa tulikuwa tumebanwa, hatukuweza kufika hospitali haraka, alisema. Lakini walioona mwili kwanza walituambia kuwa kulikuwa na alama kama majeraha, hatujui kitaalamu, lakini majibu yote tumepewa asubuhi ya leo. Wakati tumeenda hospitalini, tumeona tumejiridhisha, kwa kweli kulikuwa na majeraha. Kwa kweli hatujui kilichotokea, ndio maana tunawaambia watu wasiseme mengi, tunangoja uchunguzi. Kauli yake ilikuwa na utulivu, lakini nyuma ya macho yake kulikuwa na giza zito la mtu anayehisi kuna kitu hakieleweki. Nilihisi kama kuna simulizi la ndani ambalo halijasemwa, simulizi la familia ambayo imekumbwa na kigogo cha hafla ikakosa muda wa kujiandaa. Lakini nilipata nafasi ya kukutana na taarifa za awali zilizotolewa na kamanda wa polisi mkoa wa Dodoma Galus Hiera ambaye alizungumza kwa umakini wa mtu anayejua kuwa nchi nzima inasubiri neno moja kutoka kwake. Alinukuliwa akisema uchunguzi unaendelea. Alisema kwa sauti ya utulivu, tumeona alama za majeraha, kwa sasa hatuwezi kusema zaidi. Tunashirikiana na madaktari, tutatoa taarifa rasmi. Akasisitiza kuna viashiria vya tukio lisilo la kawaida. Hili neno lisilo la kawaida liliibua wimbi kubwa katika akili yangu. Mara nyingi katika ulimwengu wa habari, kauli kama hii ndiyo inayowasha msimbo wa uchunguzi wa kina. Akaendelea, tunaomba wananchi wa watulivu, familia inahitaji utulivu, uchunguzi utatoa majibu. Hapo ndipo nilitambua kuwa kazi hii haitakuwa ya kawaida, si kwa polisi, si kwa familia wala kwa mtu yeyote aliyemjua MC Pilipili pili. Lakini pia nilipata nafasi ya kumsikiliza Pasko Maingu, mlezi wa familia huko Swaswa, ambaye naye alinukuliwa akisema, leo taarifa nyingi zinakuja, kuna majeraha hasa mgongoni. Mdogo wa marehemu ndiye aliyenisimulia, hata ratiba za mazishi zinashindikana kupanga, tuna ngoja uchunguzi. Hii ilikuwa kauli ya mlezi wa familia. Kauli yake ilionyesha wazi jinsi familia ilivyokwama katikati ya maumivu ya kumpoteza mtu anayempenda na mvutano kutaka kujua wa kutaka kujua kilichomuondoa duniani. Lakini pia nilipojaribu kuzunguka na kumtafuta mwenyekiti wa mazishi John Mwangata, kulingana na ripoti zilizotolewa na madaktari, alipozungumza na mmoja kati ya vyombo vya habari, kwa kuwa haikuwa rahisi kumpata, nukuu ya maneno aliyozungumza ni kama ifuatavyo alisema: taarifa tulizozipata hospitali baada ya uchunguzi kufanyika, madaktari wametuthibitishia kwamba sababu za kifo cha MC Pilipili zimetokana na majeraha ambayo yalionekana ni ya kipigo. Majeraha hayo wamemkuta nayo mgongoni, kichwani pamoja na kwenye uti wa mgongo, ndiyo yaliyosababisha kifo chake kwa upande wa kichwani wametuambia kwamba nyuma kwenye fuvu la kichwa ndipo kulipopatwa na matatizo. Inaonekana damu ilivilia kwenye ubongo. Na kuhusu nani walimchukua, imekuwa ngumu kufahamu, kwa sababu mhusika hakusema chochote, kwa kuwa eneo ambalo ndugu yetu mmoja alimpokea, waliomleta walisema amemwokota akiwa na hali mbaya, anaonekana ana njaa, mpatie ni chakula. Huyo kijana alivyompokea, wale watu waliondoka kwa hiyo imekuwa ni ngumu kujua alipigwa na nani na nini sababu. Lakini pia mwenyekiti na mratibu wa mazishi John Mwangata ameeleza kuwa hana wasiwasi kwa kuwa anaamini polisi wanaendelea na uchunguzi, basi ukweli utajulikana. Katika kazi ya uandishi wa uchunguzi, changamoto si kupata taarifa, changamoto ilikuwa ni kupata takwimu zinazoendana, simulizi zinazoendana na kilicho halisi katika kifo cha MC Pilipili pili. Kulikuwa na simulizi nne, simulizi nne ya ya kwanza ikiwa ni simulizi ya familia kuwa mwili ulikuwa na majeraha. Simulizi ya pili ni kutoka kwa mratibu wa shughuli za mazishi aliposema hata wale waliomfikisha MC Pilipili kwa watu wake wa karibu hawakutoa maelezo. Simulizi ya tatu ni simulizi ya polisi kuwa kuna viashiria vya shirebe, tukio la kupigwa, na simulizi ya nne ni wananchi, simulizi yenye tetesi nyingi nyingi kupita kiasi. Kutokana na haya yote, kazi yangu ilikuwa ni moja: kusimulia bila kuhukumu, kueleza bila kubuni na kuandika bila kupotosha lakini kaka wa MC Pilipili naye alisema uchunguzi wa awali unaonyesha alishambuliwa. Tulichokiona kinawezekana ni kazi ya watu, hatujui watu gani, tunataka kujua ukweli. Alimaliza kwa kusema hivyo. Lakini Novemba 18 ya mwaka 2025, kamanda wa polisi alitoa kauli ambayo ilitikisa tena mjadala aliposema, tumeshirikiana na madaktari, tumebaini kifo si cha kawaida uchunguzi umeanza mara moja, akionyesha kuwa jeshi la polisi linachunguza kwa undani tukio hili kwa ajili ya kupata majibu na kuwaondoa hofu wananchi waliokuwa wakitamani kupata ukweli juu ya tukio la kifo cha MC Pilipili. Lakini baada ya siku kadhaa za uchunguzi binafsi, niliporudi kupitisha macho yangu kwa makala niliyokusanya, nilijiondoa kama mwandishi na kujiweka kama binadamu. Kuna maisha yaliyopotea, kuna familia inayolia, kuna wasanii waliobaki na pengo lisilojazwa kuna kuna taifa lililojawa na na huzuni, na kuna swali moja linalotamalaki: ukweli wote ni upi? Kesho au wiki zijazo au miezi inayokuja, polisi watatoa majibu yao, lakini leo, hiki ndicho kinachojulikana kuwa: MC Pilipili alikutwa na majeraha yaliyodaiwa kusababisha kifo chake. Kwa sasa taarifa zote zinaelekea kwenye hitimisho moja lililowazi bila kumtaja mtu au kikundi chochote: MC Pilipili hakufariki kwa sababu ya ugonjwa. Kulikuwa na majeraha Kulikuwa na watu waliompeleka bila kujitambulisha. Kulikuwa na mazingira yasiyo ya kawaida. Uchunguzi ndio pekee utakaoamua nani alihusika na lini ilitokea, na hadi hapo taifa la Tanzania linasubiri majibu. Na hiyo ndiyo makala fupi juu ya tukio la kufariki kwa MC Pilipili na uchunguzi unaoendelea kufanywa na jeshi la polisi ili kubaini ukweli wa tukio hili na kuondoa hofu wa Tanzania kuwa jeshi la polisi halitanyamazia tukio hili mpaka ukweli utakapojulikana, ili hatua zaidi za kisheria ziweze kuchukuliwa juu ya wale waliohusika wa na tukio hili. Tafadhali tuandikie mtazamo wako kwenye haya, lakini pia usiache kuendelea kutufuatilia kila wakati kwa habari zaidi kiganjani mwako.